Mtu wa kawaida anaweza sielewe sana thamani yenu, lakini mimi, kwa kuwa ni mtumishi wa serikali, nafahamu matusi yaliyeshiba. Mara nyingi kwa mtu ambaye hajawahi kuugua na hajawahi kulazwa, hajawahi kuona mkono wa muuguzi, huwa anaweza kushabikia sana zile hadithi kwamba wauguzi ni wezi, wauguzi sio watunza siri, wauguzi wana kasoro nyingi lakini kumekuwa na tabia Tanzania ya kudandia mambo hata kama ni ya uongo. Niwatie moyo wauguzi, fanyeni kazi yenu kama ambavyo rais wetu amewaasa hapa kwamba, endeleeni kuyakuibudu taaluma yenu kwa kuakisi zile kausafa zote za miiko ya taaluma yenu. Kwa maana hiyo ninyi wa uguzi, endeleeni pia kujipa moyo kwamba wapo ambao wamekusha sifu mno makuzi na maendeleo ya sekta ya afya Tanzania, na wapo ambao wanaiona Tanzania kama kimbilio, na wapo ambao wanaiona Tanzania kama msaada kwao. Sekta ya afya haiwezi kupanuliwa hata kidogo bila kupanua thamani ya wauguzi. Ni kweli kwamba daktari anaweza kumpima ama mtu yoyote anaweza kumpima au daktari anaweza kumpima mgonjwa. Ni kweli kabisa, mgonjwa anaweza kuhitaji operation na akafanyiwa, lakini kama ataachwa bila muuguzi mwenye taaluma, bado mgonjwa anaweza kuisha amefariki, lakini kumbe akiwa hai. Kwa nini wauguzi, mna roho pia ya kuwa wafariki, mna roho pia kurudisha matumaini kwa mgonjwa mnarori pia kurudisha matumaini kwa wanaouguza wengine, kwa maana ya ndugu. Mnarori kubwa sana pia kuleta tabasamu kwa mgonjwa, na mnarori kubwa sana ya kufanua taasisi zinazofanya kazi kwamba inaweza. Nataka muone kwamba zipo kazi ambazo ukipotea misingi yako unamkwaza Mungu, na ndio maana nyakati kadhaa mimi nimesikika kwamba tunaweza tukachezea vitu vyote, lakini kamwe tusichezee sekta. Mpaka sasa tunapoongea, wauguzi ambao wamesajiliwa na Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania wako takribani elfu hamsini na tatu mia tano na tatu na kati ya hao wanachama ambao ni wanachama hai wa Chama cha Wauguzi Tanzania kwa mara tano wako takribani elfu tisa mia nane na hamsini kwa unaweza kuona hugu mgeni rasmi kwamba kuna kazi kubwa wa ya kuendelea kuhamasisha wauguzi kuweza kujiunga na chama cha wauguzi Tanzania. Natoa rai kwa viongozi wa vituo vya kutolea huduma za afya kulinda hali kwa kuhakikisha wauguzi wanatekeleza majukumu yao ya kitaaluma na si kazi zisizo za kitaaluma. Napenda kuja kutoa wito kwa jamii kuheshimu wauguzi. Jamii yetu iheshimu na kuthamini mchango wa wauguzi, wahakikishe kwa sababu hao wauguzi wanahakikisha mama anajifungua salama, mtoto anabaki salama na mgonjwa anaendelea kuwa na matumaini uh, kutoa mafunzo kwenye huduma za dharura kwa wakunga pamoja na wauguzi. Na chama kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la UNFPA pamoja na chama cha wakunga Canada, tumekuwa tukiendelea kutoa mafunzo hayo maalum, na kwa sasa kupitia mradi huu tunatoa mafunzo katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini pamoja na mkoa wa Shinyanga. Nakumbuka mwaka jana na mheshimiwa Idi rasmi ulifungua mafunzo haya na ulizindua mradi huu kwa kazi moja kwa hiyo tunaendelea kutoa mafunzo mwaka huu. Tumeshatoa mafunzo kwa wauguzi na wambuka 90 na tutaendelea hivyo mpaka mradi utakapokwisha.